Kila kitu maishani ni cha mpito, wala usiumize kichwa chako juu ya mambo ambayo hayajakwenda kama ulivyotarajia. Vitu vingine mwachie Mwenyezi Mungu awe mlinzi kwako, mwachie Mwenyezi Mungu awe hatima yako, mwachie Mwenyezi Mungu awe aweze kupigana na vita yako, kwa sababu kuna mambo mengine unajitahidi kadri inavyowezekana unajitoa vya kujitoa, lakini still Mungu anakuwa hajaandika kufanikiwa katika lile eneo, aiza kwenye mahusiano, aiza kwenye biashara, aiza kwenye kazi, aiza kwenye family, aiza kwenye kuunga kitu kwa. Unapofika steji hiyo, jua tu kabisa, Mungu mipango yake haijawa katika muda sahihi ambao anataka, lakini ikifika muda sahihi kila kitu kitakuwa vizuri. Fanyia kazi niliokuambia. Iko siku utanishukuru na utanikumbuka. All the best.